Waswahili wanasema maisha ni nyumba, lakini uzuri wa nyumba huijenge sehemu ambayo tayari ina majirani na sehemu ambayo tayari imechangamka na ina huduma za kijamii. Sasa kwa kuliona hilo, tukaamua kuwasaidia wale wote ambao wanahitaji viwanja vya kujenga na kuhamia bila ya kusubiri watu waongezeke, ambapo eneo hili linapatikana Vikindu kwa Mtopa, karibu na kiwanda cha plastiki, na kutokea Vikindu Standard hapa site ni takriban kilomita tatu tu. Kama unapanda bajaji, utatumia shilingi mia tano. Eneo lime kuanzia siku ya mita 200, 400, 500, 600 na kuendelea. Io kwa wale ambao wanahitaji viwanja vikubwa vya kuwekeza kama vile shule kujenga dispensaries, basi wanaweza kujipatia viwanja hivi. Kwayo, njoni mjipatie viwanja vizuri kabisa ambavyo tayari vimechangamka, na jambo lingine ni kwamba kutokea Kariakoo hadi hapa Vikindu unapanda gari moja tu. Panda gari za Kisemvule unashuka Vikindu, kisha unatupigia simu kwa namba ambayo unaiona hapa kwenye video. Kama unahitaji kulipia viwanja kwa awamu una ruhusiwa kwa kuanza na asilimia hamsini ambayo ni nusu ya bei ya kiwanja ambacho unakihitaji. Kama utahitaji kiwanja kimoja cha square mita mia mbili ambacho ni milioni moja na la laki nane, utaanza na milioni moja kisha laki nane utailipa kwa muda wa robo mwaka.